Bwanaswe sana. Karibu kwa Agape Global Evangelism. Leo tutasikia neno la Mungu na kichwa chake ni kunyakuliwa kwa kanisa, kunyakuliwa kwa kanisa. Okay, wacha tujiulize kwa nini, e, kunyakuliwa kwa kanisa kutakuweko. Namba wana itakuwa ni thibitisho ya kwamba Yesu alishinda kuzimu, alishinda mauti na alishinda hata kaburi tena Wakristo watafanywa waipuke ile naitwa ghadhabu kuu, the great tribulation. then Yesu Kristo mwenyewe ataweza kuhukumu kanisa lake, alafu kutakuwa na ile harusi ya biharusi na bwana harusi, yani Yesu Kristo na kanisa. Bwana asifiwe sana. Yesu Kristo aliwaahidi you know, wanafunzi wake ya kwamba atakuja tena, kitabu cha Yohana 14 na msangi wa pili hadi tatu unasema hivi in my Father's house are many mansions, katika nyumba ya baba kuna makao mengi. If it were not so, I would have told you, kama si hivyo, nikawaambia. I go to prepare a place for you, ninaenda kuwatengeleza mahali. And if I go and prepare a place for you, na nikienda niwatengeleze mahali. I'll come again and I'll receive you to myself, nitakuja tena niwachukue kwangu That where I am, there you may be also, ili mahali nilipo pia nanyi muwepo. Bwana asie sana. Yesu Kristo kabla ya kusulubishwa aliwaambia wanafunzi wake ya kwamba ataenda mbinguni kuwatengeneza makao, na baada ya kutengeneza a makao atakuja awachukue, ili mahali atakapokuwa wao nawe waweko. Unakumbuka aliwaambia kwamba ataomba baba apatie msaidizi mwingine, na ni Roho Mtakatifu, ili akae nao hata ndani yao hata milele Bwana asifiwe sana. Ni kumaanisha kwamba wakati you know kanisa litakaponyakuliwa, Roho Mtakatifu ndiye ataondolewa katika ulimwengu huu na hawezi kwenda bila watakatifu. Kwa sababu anakaa ndani yao, anakaa katika mioyo yao, lazima akitoka atoke na Wakristo. Ndiposa kwamba Wakristo atakapopitia hii dhiki kuu. Bwana asifiwe sana. Kabla ya eh, kunyakuliwa kanisa kuwepo kutakuwa na Wakristo ambao watajiita Wakristo wa uongo, Wakristo wa uongo wataonekana. False Christ will come, come will yani, Wakristo wa uongo wataonekana, Wakristo wa uongo wataonekana, watafanya miujiza, watafanya miujiza wa, wa mingi sana katika ulimwengu huu. Watapata nguvu zao kutoka kwa bwana yao ambao ni Shetani, mungu wao ambao ni Shetani, ndio watapata hizo nguvu za kufanya miujiza kwa hivyo hao wakristo wa uongo watakapokuja kwako, wakwambie Kristo ako mahali hapa au Kristo ako pale, enda ukamwone, usikatae you know, usikatae kataa kufanya kile wanakwambia, kwa sababu ile siku Kristo atakapokuja atakuja kisiri. Ile siku ya kunyakuliwa kwa kanisa, Kristo atakuja kisiri. Kwa hivyo hakuna mtu atakayekujua ni siku gani, ni lini na saa gani, hakuna mtu atakayekuja. Atakuja mbinguni na malaika wake na atanyakua kanisa lake na hakuna mtu atakayejua kile kitatendeka na baada ya hii dhiki kuu miaka saba kristo tena atakuja na wakristo atakuja na malaika na kila jicho tamuona hakuna kuambia mtu kwamba yesu pale kila mtu atamuona hiyo siku ya kuja kwake kwa pili baada ya miaka saba kwa hivyo usikubali udanganywe na watu wanajiita wa Kristo wa Kristo wa uongo kitabu cha Luka kumi na saba na msali wa ishirini na tatu, hadi ishirini na nne, unasema hivi. And they will say to you, na watakwambia, look here or look there. Angalia hapa au angalia pale. Yani wanakuambia waangalie Kristo. Do not go there or, or follow them. Usiende pale wala usiwafuate. For as lightning that flashes out on one part under heaven shines for the other part under heaven. So also the son of man will be in his day. Vile unaona hii a lightning bila na flash bila na toa mwangaza kutoka sehemu moja ya dunia hadi sehemu nyingine ya dunia. Yesu atakuja hivyo hiyo hiyo, kwa saa masaa kama hayo, yani so fast, yani kwa haraka sana. Bwana asante sana kwa hivyo. Kwa kuja kwake hiyo siku atakapokuja, itakuwa hivyo. Kitabu cha Mathayo 24 na mstari wa 23 hadi 24 pia bila sema then if anyone says to you, kama mtu akikwambia, look here is Christ, angalia Kristo, akahapa or there, au pale. Do not believe, usiamini. Bwana asifi sana for the false Christ and false prophets will rise and show great signs and wonders. Kwa sababu wa wakristo wa uongo na, na manabii wa uongo watakuja, okay, alafu afanye miujiza sana to deceive even possible even the elect, ili wakadanganye kama inawezekana hata wale ambao umechaguliwa. Bwana asifi sana. No one knows when Christ will come. Hakuna mtu ajuaye wakati Kristo atakapokuja. Kitabu cha Mathayo 24 na mstari wa 36 hadi 41 Biblia inasema hivi, "But of that day and hour no one knows." Na hiyo siku na saa hakuna mtu ajuaye. Not even the angels of heaven but my Father only. Hata malaika wa mbinguni hawajui hiyo siku isipokuwa Baba peke yake. Mungu Baba ndiye anajua hiyo siku.

Noa alipoingia katika you know, gharika. I mean, alipoingia katika ile, ile meli. Bwana Yesu sana, dhiki. Alipoingia katika dhiki. Walikuwa wanafanya mambo yao, mambo mengi, na hiyo ndio kitu kinatendeka hata sasa hii. Sasa hii ukiangalia mambo haya ndio yanatendeka. Na hakuna kitu kinasuia you know, mwana wa Mungu kuja isipokuwa kimoja, Roho Mtakatifu. Bwana Yesu sana. And did not know until the flood came and took them all away. Hawakuamini, hawakujua kila kitatendeka, mpaka wakati ile ngarika ilipokuja na akawachukua. Hivyo hivyo ndio itakapokuja katika kuja, so mandi, ipo ipo pukuja, kati kapuja, kwa mwana wa Adamu. Kitabu cha Thessalonica 5 na mstari wa pili unasema hivi Nyinyi mnajua kwa hakika ya kwamba siku ya Bwana itakuja kama vile mwizi anakuja usiku. Wanaswe sana, ni nani anamzuia huyu beast huyu Antichrist kuja? Ni nani anamzuia? Anamzuia Roho Mtakatifu ndiye anamzuia, kitabu cha Wathesalonike wa, wa pili mstari wa uh, uh, Wathesalonike wa pili fungu la pili na msali wa tatu ati ine Biblia inasema hivi, let no one deceive you by enemies, mtu awaye yote aziwadanganye, for the day will not come unless the falling away comes first. Hiyo siku haitakuja mpaka juu mbao ambaye tunaweza mpinga Kristo atakaye atakuja kwanza, and the son of sin is revealed, the son of perdition, na mwana wa dhambi, you know, mwana wa kuharibiwa, kuharibiwa atakapoonekana Who opposes and exalts himself above all that is called God. Ampa anajinua juu ya kile kinaitwa Mungu. Au kile kinaabudiwa. So that he sits at the, uh, as God in the temple of God. Ili akae huko katika hekalu kama Mungu. You know, anakaa kama Mungu katika hekalu la Mungu. Showing himself that he is God. Akionyesha kwamba yeye ni Mungu. Do you not remember what, and that, when I said this still, Do you not remember that when I was still with you I told you these things? Hamkumbuki ya kwamba wakati kuwa na nyinyi niwaambia e mambo hayo? And now you know what is restraining. Lakini sasa mnajua ni kitu gani kinamzuia. That that he may be revealed in his own time. Ili akaweze kuonekana. In other words, kuna kitu kinazuia huyu mpinga Kristo kuonekana. Hicho kitu. Na aliwaambia. Bana sasa The mystery of the Lord Jesus is already at work. Ni kwa sababu kile kitu chote ambacho ni cha kukataa Kristo, kumpinga Kristo, yani kuonyesha kwamba hawataki Kristo kimesha onekana. Only he who now restrains will do so and he is taken out of the way. Mpaka sasa yule ambaye anazuia, you know, akaweze kuondolewa, ndiposa hiyo kitu kijulikane, huo mtu aonekane au matendo yao watu yakaweza kuonekana hadharani, lakini kuna kitu kinazuia. Ni gani? Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio yule ambaye anazuia, anazuia huyu mpinga Kristo kuonekana kujulikana. Na ujue ya kwamba Roho Mtakatifu anakaa ndani ya Kristo. Wakati atakapoondolewa katika ulimwengu huu, ataondolewa pamoja na Kristo, na ndio tunaita the rapture of the church, itatotoka Roho Mtakatifu na Kristo ndio wata kutoka katika ulimwengu huu ndio mpinga Kristo akaweze kuonekana na akafanya kazi yake. Tuka, nataka tujue vile ile kunyakuliwa kwa kanisa kutakuwaje? Wale ambao walikufa you know, wakiwa wameokoka, wale ambao walikufa wakasikwa wakiwa wameokoka ndio kwanza miili yao itafufuka, alafu sasa watapatiwa miili mpya na wao wataenenda kukutana na Kristo huko mbinguni. Wanaswe sana. Watapata miili ambayo ni kama ya malaika miili ambao inaweza kupitia mahali popote pale, ni kama ya malaika. Tuseme hivi wata wata wataweza wata, wata kupaa waende wakutane na Kristo mbinguni. Na tena, wale ambao watakuwa wameokoka lakini watakuwa bado kufa kimwili, watakuwa wanaishi katika ulimwengu huu, miili yao itabadilishwa, wapate miili mingine kama ya malaika, miili ambao tunasema imekuwa glorified, na miili ambao inaweza kufly. Kwa hivyo sasa, wata ile miili yao itabadilishwa iwe miili mingine na wao watabadilishwa wata watatoka wa, wa fly you know wapae waende mbinguni wakutane na Kristo huko mbinguni, pamoja na wale wengine ambao walikuwa pia wamekufa wakiwa wameokoka. Bwana awasifiwe sana. Then watu wote, yaani nguru zote mbili, pamoja na Kristo na malaika wake, wataenda mbinguni. Hapo ndio watakaa kwa miaka saba kabla ya kurudi tena katika ulimwengu huu. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 51 hadi hivi Beyond, I tell you a na wambia, you know, kitu ambacho ni chaku but we shall sio wote changed. Lakini zote tutabadilishwa si wote ambao watakufa, lakini zote wale kufa, wale ambao watakuwa hai watabadilishwa. Maana yake kuna wale ambao kwa ndani ya Kristo, na kuna wale ambao watakuwa wamekutwa kabla ya kufa kimwili, zote itabadilishwa. Bwana asifiwe sana. In a moment, in a twinkling of an eye, the last trumpet, kwa ghafla kwa, kwa kupunga na kufunga macho, yani trumpet ya Mungu, for ita, ita, italia. The trumpet will sound and the dead will be raised incorruptible and shall be changed. Ile tarubeta ya Mungu ita, italia, na wale ambao wamekufa watafufuliwa Wakiwa na mili mingine mpya na watajani kwa sababu watabadilishwa. For this corrupt must put on incorruption and this mortal must put on immortality. Hii, hii mili ambayo inakufa lazima ifaa mwili ambao hauwezi kufa. Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Waefeso 4 na mstari wa 30, Biblia inasema hivi: and do not grieve the Holy Spirit of God. Na usi, you know, usimkwase Roho wa Mungu. By whom you are sealed for the day of redemption. Kwa sababu uliweza kuwekwa kama seal, ulipewa seal na yeye mpaka siku ya uokozi na ndiyo hiyo siku ya rapture of the church, ya kunyakuliwa kwa kanisa. Mungu alikuweka hiyo seal mpaka hiyo siku ndiyo sasa akaanza kunyakua. Bwana asante sana. Kitabu cha eh, Revelation 3 na mstari wa 10. Tatu, Because you have kept my command to persevere. Kwa sababu umeweka, yani umeweza kutii amri zangu za kuvumilia, pia nami nitaweza kukuweka kutoka kwa siku ya ile siku ya majaribio ambao itakuja kwa ulimwengu mzima kuweza kuweza test huwa, test wale ambao wanakaa katika dunia. Bwana asifiwe sana, haleluya. Kitabu cha Wathesalonika wa kwanza tano na mstari wa tisa hadi kumi yule anasema hivi for God did not uh, appoint us to wrath. Mungu hapo akutuyakuwa tukapate shida but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, lakini tukapate wokovu kupitia mwana wake Yesu Kristo who died for us ambaye alikuwa kwa ajili yetu, that whether we wake or sleep we shall live together with him. Ili kama tutakuwa tumekufa au tutakuwa hai tukaweza kuwa na yeye. You know wale ambao walikufa watafufuka, wale ambao watakuwa hai watafufuka na wao, wote wataondoka naye. Bwana asifiwe sana. Watu, tuangalie ile inaitwa the judgment seat of Christ, ile judgment ya Yesu Kristo kwa Wakristo. Wakristo watakuwa watapata, watapata judgment Watakuwa judged all the uh, ra uh, raptured believers will be the bride of Christ. Wakristo wote watu wote ambao watakuwa wame, wamekuwa raptured watakuwa wanachaguliwa, ambao wale ambao walikuwa wamekufa na wakafufuka na wakatolewa waka, waka wale ambao watakuwa hai wote ni bi, wa bibi wa Kristo. Bwana asifiwe sana. Kila mmoja wao atapeana hesabu yake ya mambo yote alifanya akiwa katika mwili huu. Kila kitu ulifanya katika mwili huu utapea hesabu yako utapea hesabu yako kama kilikuwa kibaya kama kilikuwa kizuri itakuwa itapitia kwa moto bwana asante sana na ikipitia kwa moto kile kibaya kitachomeka kile kizuri utapata leno zawadi yake the bride will be given purity as she enters eternity sasa hiyo inatendeka ndipo sasa sasa uingia katika you know eternal life you know ile kukaa maisha yani uh, malele na milele maisha ya milele na uzima wa milele, you know, utakuwa sasa umeondolewa kile kibaya. Kile kibaya kimechomeka, kimeachwa ili uingie katika eternity ukiwa safi kabisa. everybody to give an account what he has done. Kila mtu atapeana hesabu yake kwa kile chochote alifanya. Na kwa hivyo sasa utapata zawadi yako kulingana na vile ulikuwa mwaminifu katika Mungu, mambo ya Mungu, mambo ambayo ulifanya ilikuwa ni ya kumtukuza Mungu au ulikuwa unajitukuza ilikuwa ni mabaya au ilikuwa ni mazuri yote, utakuwa utapeana hesabu yake, itakuwa tested kwa moto, na yale mazuri utalipwa. Kila mwaminifu, kila mtu wao, kwa sababu wote watakuwa wameokoka. Hakuna mmoja wao ambao amekuwa amenyakuliwa atakuwa si wa Kristo, yeyote ambao amenyakuliwa, wewe ni wa Kristo, na utapatiwa robe ile nguo, mavazi nyeupe, na pia utapatiwa mansion, hizo nyumba ambazo Yesu aliwaahidia ya kwamba makao kila mtu atapatiwa makao yake, na tena kutakuwa na crowns ambao zitapatiwa watu. Zinaitwa crown ya life, crown ya uzima, crown ya utakatifu, crown ya glory, na wale ambao pia wameweza ku kuongelea kuongea kwa ukoka, ukoka, source, so watu ambao wamejaokoka wakaokoka, wale ambao wali win souls, so winners crown, wale ambao waliweza kuhubiria watu wakaokoka, pia kuna crown yako, then kuna victors crown. Bwana asifi sana Then baada hapa pale kutakuwa ni ile inaitwa the marriage supper of Christ or the lamb, the marriage supper of the lamb now, wa Kristo na Yesu Kristo wataanza sherehe za kuwa sasa, Yesu Kristo ndio the bridegroom na wa Kristo ndio the bride. Kutakuwa na sherehe sasa, watu wataanza kusherekea hizo hiyo sherehe, itakuwepo baada ya haya eh. Then kitabu cha mwisho Ufunuo ishirini na mbili na kumi na tano, na kumi na mbili inasema hivi, Behold, I am coming quickly, natazama na kuja haraka, and my reward is with me, na na zawadi yangu iko nami, to give everyone according to his work, kupatia kila mtu kulingana na kazi yake. Ndio nimekwambia hapo, kulingana na kazi yako utapewa zawadi. Bwana asifiwe sana. Naamini kwamba eh, umesikia neno la Mungu, nimekubariki, na ninajua kwamba kuna mtu hapo ambaye hajaokoka, na sitaki ukaache na hiyo kunyakuliwa kwa kanisa utaachwa kwa kunyagwa pale kanisa, kama umekataa kumkiri Yesu Kristo kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kwamba Mungu alifufua wa katika wafu, kama hao utafanya kanisa. Nakwambia kuambia kwamba utaachwa. Kwenda kanisani peke yake hakuwezi kukuokoa you know, kuwa mzee wa kanisa, kuwa chochote ile kanisani, hakuwezi kukuokoa. Kile kinakuokoa ni wakati unakuja mwenyewe, unajiuliza je, yeah, u Yesu Kristo nimempokea kama bwana mwokozi maisha yangu huyu Yesu Kristo ni Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Na ukiona kwamba bado hauja kufanya mambo kama hayo, nakuambia kwamba lazima ufanye. Usipofanya hivyo, utafanya kazi kanisani, utakuwa mtu wa kufanya, yaani utakuwa na shida kubwa kanisani, lakini Yesu atakwambia sikujui, kwa sababu hakuna siku tuliongea bwana. Sasa kwa hivyo, omba maombi yako ili ukaweza kumpatia Yesu Kristo maisha yako. Omba kwa Bwana: Yesu Kristo, nimesikia neno lako, nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, naomba ya kwamba unisamehe dhambi zangu zote, nioshe kwa damu yako, na kutoka sasa mimi ni mwana wa Mungu, mimi nimeokoka. Asante Mungu kwa kunisamehe dhambi zangu na kuniosha kwa damu yako. Sasa mimi ni mtoto wa Mungu. Naomba hayo nikiamini katika jina la Yesu Kristo, Amen. Asante kwa kusikiliza. Naomba ya kwamba ukaweze kusubscribe na pia ukaweze kupatia hii video watu wengine wakaweze kusikiliza. Mungu akubariki.